Na kwingineko ni kwamba familia ya mtoto Mohamed Ali aliyeibwa Jumapili mchana mtaani Kiamaiko hapa jijini Nairobi sasa imetangaza kutoa zawadi ya shilingi nusu milioni kwa yeyote atakayempata mtoto huyo. Kulingana na familia, mtoto huyu alikuwa nje ya nyumba na dadake wakati mwanamke mmoja alipokuja, walipokuwa na dadake na na kumpa dadake mkubwa shilingi ishirini kununua peremende na kutumia fursa hiyo kutoweka naye. Familia ya mtoto huyo Mohamed Ali ilianza kumtafuta bila mafanikio na kupiga ripoti kituo cha polisi cha Huruma ambako uchunguzi bado unaendelea. Na tukiangazia mengine ni kwamba viongozi